Areas. Rais William Ruto ameutetea mradi wa Nyota akiutaja kuwa si chambo cha kisiasa kuwavutia vijana kumuunga mkono bali unalenga kuwainua vijana kibiashara na kuimarisha uchumi wa taifa. Rais Ruto amesema mpango huo ni wa kurahisisha maisha ya usoni ya vijana kupitia biashara huku akiwataka vijana, vijana kutohadaiwa. Mwanahabari Banada Lusigi alihudhuria hafla hiyo. Akizungumza katika uwanja wa michezo Mumias, County ya Kamega, wakati wa kuzindua rasmi mpango huo, Rais Ruto amesema mpango huo ni kurahisisha maisha ya usoni ya vijana kupitia biashara huku akiwataka vijana kutohadaiwa na baadhi ya wanasiasa wanaotaka kushiriki maandamano kwa manufaa yao ya kibinafsi. This is not a political meeting. This is a meeting about the empowerment of the young people of our nation. Wengine wanasukuma fanya maandamano ndio mimi nipate uongozi, wewe piga kura ndio mimi nipate uongozi. Nataka umuulize wewe, ukipata uongozi na mimi nitapata nini? Rais pia ametangaza kwamba mipango na miradi yote ya serikali itatekelezwa kwa uwazi, bila mapendeleo na ufisadi. We want this program to be corruption free and we want this program to have no in betweens No mkurugenzi wa benki ya Dunia nchini Kimiao Fan, amesema mpango wa Nyota ndio suluhu la kumaliza ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana, wito uliotiliwa mkazo na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, huku waziri wa vyama vya ushirika nchini Wycliffe Oparanya akisema serikali ina mpango wa kushirikiana na baraza la magavana nchini kuanzisha sera za kuwasaidia vijana kibiashara, haswa swala la kuwapa vijana likizo ya kulipia ushuru. We must fight poverty, that is what we have to defeat. We must fight ignorance, ujinga, and we must fight disease. Kwa hivyo mradi huu ni njia moja ya kupigana na adui ambaye ni umaskini. Tuna mpango kushirikiana na Council of Governors tuwe na policies za kutosha katika kila kaunti ambayo itasaidia hao vijana kuendeleza business yao. Tunajua vizuri katika sheria yetu ya Kenya wale wako special economic zone wakianzisha biashara wanapewa miaka kumi. Nataka Governor Wales wetu na serikali yako mufikiria hao vijana zaidi ya vijana elfu 12 kutoka eneo la magharibi walipokea shilingi elfu 25 za kuanzisha biashara yao. Bernard Lusigi, KTN Kakamega. na huku msimu wa sherehe za Krismasi na